Kamanda Mliro ameomba kwa waandishi wa habari na wananchi wasishabikie vurugu. Amesema vurugu hazipaswi hata kujaribiwa kwa sababu zinawaumiza watu na kwamba nchi ni yetu sote, hivyo ni jukumu la kila Mtanzania kushirikiana kulinda amani. Wito huu umetolewa katika mkutano ulioandaliwa na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kama sehemu ya jitihada za kulinda amani katika kipindi chenye hali tete ya kisiasa. Polisi Dar es Salaam kwa usimamizi wa Mliro imejiridhisha kwamba operesheni ya kukamata magari yasiyo na namba halali imeendelea ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulinda usalama barabarani. Katika mahojiano na vyombo vya habari, Mliro ameeleza kwamba polisi walikuwa wakifanya uchunguzi na kuwachunguza waliohusika na matukio ya uhalifu, siyo tu kwa kushiriki maandamano, bali kutokana na hati za mashtaka kwa maana kwamba watu hawakukamatiwa kwa sababu ya maandamano pekee. Huu wito wa Mliro unatokea katika muktadha wa hali ya taharuki baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambapo kulikuwa na maandamano na ghasia katika baadhi ya maeneo. Katika mazingira hayo, polisi chini ya Mliro wamekuwa wakijitokeza mara kwa mara, wakitoa onyo dhidi ya maandamano yasiyoidhinishwa, wakitoa taarifa na ufafanuzi juu ya madai ya video za watu waliojeruhiwa au waliofariki na kuahidi kufanya uchunguzi. Kwa mfano, Mliro aliambia jamii kwamba baadhi ya video zinazodaiwa kuonyesha mauaji au uharibifu hazina uhakika wa eneo na muda na kwamba baadhi ya taarifa mtandaoni zinatanguliwa na utafiti. Wito wa Mliro unahamasisha umoja na utulivu hasa katika kipindi nyeti cha siasa na uchaguzi. Inatoa ujumbe wazi kwamba serikali na vyombo vya dola wanazingatia udhibitisho wa mzozo ufuatiliaji na sheria, jambo ambalo linaweza kuathiri amani, usalama na njia ya kushughulikia migogoro. Inakumbusha raia umuhimu wa kushirikiana na vyombo vya dola na kutoa taarifa wakati wowote inapofaa, ili kuepuka machafuko au vurugu. hivyo Usisahau kusubscribe na kutani on notification ili uwe wa kwanza kujipatia taarifa mpya kutoka hapa 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.